Siku ya tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka huu jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza liliwakamata na hadi sasa linaendelea kuwahoji viongozi watano wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA ngazi ya wilaya kwa tuhuma za kuharibu mabango ya wagombea wa Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya urais, ubunge na udiwani ambayo yamewekwa sehemu mbalimbali za jiji la Mwanza. Majina ya viongozi hao wanaoshikiliwa, majina yao ni kama ifuatavyo. Wa kwanza anaitwa Charles Marwa Chinchibela, huyu ana umri wa miaka 50, huyu ni mwenyekiti wa CHADEMA wilaya ya Nyamagana na mkazi wa mtaa wa Temeke. Wa pili ni Marko Mutabuzi Christian, ana umri wa miaka 30, mwenyekiti wa BAVICHA wilaya ya Nyamagana na mkazi wa Kwimba kata ya Igogo. Watatu ni Enock Sanganya mpaka umri wake ni miaka 55, ni mwenyekiti wa, wa CHADEMA kata ya Igogo na mkazi wa kata ya. Wanne ni Salum Seif miaka 63, katibu CHADEMA kata ya Mabatini na mkazi wa Mabatini. Watano ni Dioniz Edward Leons na miaka 63. Watumiwa hawa wote wamekamatwa siku ya tarehe thelathini mwezi wa tisa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano e, majira ya saa nane mchana kwenye walikamatiwa maeneo tofauti ambapo e, wanaendelea kuhojiwa kutokana na kuratibu mipango e, ya kuchana mabango ya wagombea wa CCM kwa ngazi ya diwani, ubunge na mgombea wa e, urais. Bila shaka mmeona vyama mbalimbali vimeweka mabango yao kule barabarani, mabango yanayonadi wagombea kwenye nafasi mbalimbali za uongozi. Sasa yale mabango, kwa mujibu wa sheria, yakiwekwa kule ni kosa kuyabandua au kuyafanyia hujuma ya aina yetu. Kwa hiyo wanashikiliwa e, na wanaendelea kuhojiwa kwa tuhuma hizo. Kutokana na tukio hilo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linatoa wito kwa viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa, mashabiki, wafuasi na wanachama wa vyama mbalimbali kuendelea kuheshimu sheria, kanuni na taratibu na miongozo iliyowekwa na Tume Huru ya Uchaguzi ili kampeni zinazoendelea katika mkoa wetu ziendelee kufanyika katika hali ya utulivu, usalama na amani. Aidha, jeshi la polisi linapenda kujulisha wakazi wa Mwanza kuwa limeendelea kuimarisha usalama katika kipindi hiki likishirikiana na vyombo vingine vya usalama pamoja na wananchi, kiasi kwamba kampeni zinazoendelea tangu zimeanza kufanyika katika maeneo mbalimbali katika mkoa wetu kwenye majimbo mbalimbali ya uchaguzi zimeendelea hadi sasa kufanyika katika hali ya utulivu, usalama na amani. Hivyo jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza Eh, tunawaendelea kuwa wahakikishia wananchi ulinzi wa kutosha katika mikutano ya kampeni inayoendelea. Na kwa sababu hizo, kwa sababu tumemalisha ulinzi, tunawaomba waendelee kujitokeza kwa wingi katika mikutano kadri watakapojisikia kwenye mikutano ya kampeni, waende bila hofu ya aina yoyote, kwa sababu jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limeshajipanga kikamilifu kuimarisha hali ya utulivu usalama na amani katika kipindi hiki ambacho mkoa wetu kama ilivyo mikoa mingine iko katika kipindi cha kampeni kuelekea uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka huu. Kwa hiyo wananchi wajitokeze bila hofu, jeshi la polisi liko imara katika kuweka ulinzi maeneo yote. Hawa watuhumiwa wamekamatwa na uchunguzi unaendelea kufanywa na jeshi la polisi na kama wa wa jinsi ambavyo wameshikiliwa, wana swala la dhamana. Dhamana ni haki ya ya, ya, ya, ya watuhumiwa, na kama kuna watu wanaomba dhamana, basi tunawaelekeza wafike kwenye ofisi ya mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa ambayo inaendelea kufanya upelelezi. Kama wanastahili na wana haki ya kupata dhamana, kwa sababu ni haki yao, basi utaratibu wa kisheria utafuatwa, lakini